Na, mtazamaji, familia ya Caroline Mokeira, mama wa watoto watatu kutoka Kitale, aliyetoweka wiki mbili zilizopita inaitaka polisi hivi sasa kuharakisha uchunguzi ili kuvumbua kitendawili kuhusu aliko binti yao. Naam, familia hiyo ambayo imekuwa ikitumia muda wao mwingi kuweka picha za mpendwa wao mitaani na katikati mwa mji wa Kitale inasema kwamba licha ya polisi kusema uchunguzi umekamilika, hawajapokea taarifa zozote zitakazosaidia kumpata Caroline. Naam, inaarifiwa kuwa mama huyo aliondoka na mumewe tarehe 17 Oktoba mwaka huu, lakini mume alirejea nyumbani peke yake. Na hapo jana maafisa kutoka kitengo cha DCI walifika mjini Kitale na kumhoji mume wa Caroline wakitarajia kupata taarifa muhimu zitakazotoa maelezo zaidi kuhusu kisa hiki kilichovutia hisia za wakazi wa eneo hilo. Mungu asuke asuke tu asuke tu anisikie maombi yangu ya kila siku, lakini pate Karo. Karo ndiye alikuwa ananisaidia, ndio kitegemeo yangu Serikali iharakishe kwa uchunguzi ishike huyo bwana yake, aende kuelezea mbele mahali alipeleka to Caroline, um, ambaye anasema waliwachana kwa stage hiyo tu. Serikali itusaidie kutoka hapo, kitu muhimu ni kushika bwana yake ambaye ni Tobias, hiyo ndio kitu ya maana, aende kuelezea mbele.